Kwa majina anaitwa Musa Kilakala, mkuu wa wilaya Morogoro. Leo tarehe 26 mwezi wa tatu mwaka 2025 nimepata fursa ya kutembelea gereza la wanawake hapa Kingolwira. Hali ya gereza ni nzuri, nimekutana na maaskari magereza na nimewaona wafungwa namna ambavyo haki za kibinadamu zikihifadhiwa katika magereza yote yaliyoko katika wilaya ya Morogoro, lakini lile leo kubwa ambalo limenileta katika maeneo haya ni kuwakumbuka ndugu zetu ambao waliopo magerezani, wafungwa wanawake, mahususi katika gereza hili la Kingolwira, tumekuja kuwaletea msaada wa futari ambao utaendana sambamba na msaada wa sikukuu ya Idi. Wote tunafahamu, tunatarajia kupokea sikukuu ya Idi hivi karibuni kwa hiyo tumewakumbuka ndugu zetu wa magerezani waungane na Watanzania wote wanaposherekea sikukuu ya Idi, wanapofunga, wanapofuturu basi wajione kama wako majumbani. Wamfungwa kwa mfungwa haimaanishi kwamba haki zote za kibinadamu ama haki zako huzipoteze. Wote tunafahamu haya magereza wameumbiwa binadamu, na lazima haki za binadamu zihifadhiwe. Leo tuko raiani, hatujui kesho tutakuwa wapi. Muhimu tuendelee kuwatembelea wenzetu, kuwajali wenzetu, na kwa hivyo nitoe rai katika taasisi zote, watu wote wa Morogoro wawe na tamaduni za kutembelea magereza, kutoa misaada mbalimbali katika maeneo yetu. Mimi nimeungana na wenzangu kuja kutoa misaada kwa ajili ya wenzetu wafurahie sikukuu na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hali ya kuwa tukifahamu wanaoishi humu ni binadamu na binadamu wote wana mahitaji sawa. Lakini kwa shukrani za pekee, niwashukuru sana taasisi ya The Islamic Foundation kuungana na wao nilipokwenda kupiga hodi kwao, kuwaomba chakula hiki ama futari hii kwa ajili ya magereza, gereza la wanawake pale Kingolwira na gereza hili la mahabusu Morogoro hawakusita wakanipa futari hii na hatimaye leo na ikabidhi. Lakini nichukue fursa hii kuwashukuru dada zangu watumishi wa TARURA mkoa wa Morogoro kwa kuguswa kwao kwa kuchanga kile cha kwao kutoka kwenye mishahara yao kununua vyakula na kukabizi katika magereza haya likiwepo gereza hili la mahabusu Morogoro tuliyopo na gereza la wanawake pale Kingolwira. Mimiwa kwanza, naomba kuchukua nafasi hii kukushukuru, lakini kwa majina ninaitwa SP Luwanja, mkuu wa gereza la wanawake Kingolwira, Morogoro, kwa niaba ya kamishina mkuu, mkuu wa magereza mkoa, pamoja na maafisa na askari wangu na wanafunzi wetu kwa ujumla tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kutoka moyoni kwa jambo hili kubwa siku ya leo ambao amelifanya katika gereza letu. Nakushukuru sana mheshimiwa, pamoja na wadau ambao umeambatana nao wa kina mama kutoka Charura The Islamic Foundation. Kwa pamoja tunasema Mwenyezi Mungu awabariki sana, pale ambapo mmetoa pale ambapo mmepunguza, Mwenyezi Mungu akaendelee kuwajazia lakini mmefanya wawe na furaha katika siku ya sikukuu ya Idi pamoja na hizi siku chache zilizobaki za mfungo, wataendelea kuona kwamba na wao wanathaminika ndani ya jamii na jamii bado inawakumbuka. Kwa niaba ya mkuu wa jeshi afande Kamishina Jenerali CP Yoram Jeremia Yoram Katungu na mkuu wa magereza mkoa afande Senior Assistant Commissioner Of prisons, Peter Raulia, and Anatoli, natoa shukrani zangu za dhati kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kutafutia wadau ambao wameweza kutusaidia chakula hiki kwa ajili ya wenzetu wafungwa na mahabusu ambao wako katika gereza hili la mahabusu Morogoro. E, niseme kwamba niwashukuru sana hao wadau ambao wameguswa, wameona watoe sehemu walicho nacho kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu. Naomba Mwenyezi Mungu awajalie siku ingine na awajazirizie pale walipopunguza iweze kurudi, ku, kurudi kama kawaida.